Tunajua ni riski kama ambavyo wewe ulikuja, itakuja riski <laughs> nyingine, lakini pia kuachwa ni experience. Ukiachwa eh, ukiachwa ni experience nzuri kwa sababu nzuri, mm. sababu nimeachika kwa sababu gani? Kwenye ndoa nilikuwa naongea sana, oho. Kwao nikiolewa sasa hivi nakata mdomo, ndio experience, mm. Nimeachika kwa sababu gani katika hii ndoa? Kwa sababu huyu mume nilikuwa siwezi kumpikia kashata. Oh, sasaio anaenda kujifunza kashata ili mm -hmm. huyu nimpikie. Kwa mimi nitakuwa kuachwa kwangu ni kujiboresha. Yaani ninachukua kama fursa ya mimi kujikuza. Mm -hmm. Sichukulii kama ni kitu kibaya. Mm -hmm. Kwa mimi nashukuru kuachwa ili nianze upya na mtu mwingine. Nikiwa sina makosa. Na makosa kwa binadamu kwani huwa yanaishi mama? Hayaishi eh, na kusoma nako Hakuishi. Yeah. Kwa yani uwezi kumchukia mtu kwa sababu mtu kasema, oh, mimi safari yangu na wewe ishi hapa hapa Ngamiani, ukasema, oh, mimi nilikuwa nataka tufike jaje, kwa hiyo wewe utaniachaje hapa? Ukikonda jaje ile safari yake kwa Ngamiani. Mimi nawambia hususa ni wenzangu, kwa sababu sisi ndo walezi. Wanaume wa kila aina, wengine wanawezekana kuishi nao, wengine hawezekani kuishi nao, lakini Mwenyezi Mungu anasema sisi ndi walezi kwa wazuri na wabaya wote ni wetu. Kama mtu anakushinda tabia, mtu ame nini vuta subra. Kuondoka ni kama kwenda sehemu kwenye mvua, ukitoka hapo ukenda pale, kule ndio inanyesha zaidi. Na usiweke kwenye kichwa chako malengo ya kwamba ndoa ikikushinda ataka kuondoka. Kama hivyo unavyokuambia mtu ana tabia mbaya, anarudi usiku wa manane, eka alamu yako ya kuswali omba fadhila za Mola wako, omba maghfira, omba kwenda peponi. Unaweza ukajikuta ukawa kama Asia wa Firauni, mwisho wa siku unaingia peponi, mwisho wa siku unatabiriwa huko, hapa hapa duniani, kuliko kuondoka kwanza, kuchanganya ma ma hatua. Lakini kama ikiwa kuna unyanyasaji wa kimwili na kihisia ndani yake, mfano unapigwa, mfano unazalilishwa, mfano unajeruhiwa, hapo ni mengine lakini kama ha, mtu hakukeri ya kukusema kwamba ni mauzi tu madogo madogo ya mje asu, anaacha soksi chini, anaongea na simu usiku, Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua kwa nini umeingia kwa hicho kipengele. Na kama kweli wewe ni mlezi mm -hmm, uchagui mwana, kuna mlezi gani anachagua mtoto asema, ah, huyu kwa sababu na analia sana usiku mimi simtaki ayoko. Pia tuache ile kushindana, yaani kwamba kwa sababu mwanaume kafanya na mimi nataka nifanye, ah, mm -hmm, hutoshinda Hauwezi kushinda mm. Kwa sababu isha yani imetabiriwa mpaka kwenye Qur'an kwamba wanaume ni viongozi kwa wanawake huh? Sasa utashinda kivipi? Unataka hadi upambane na maandiko. Wewe kuwa tu neutral na uwe smart lady, usibebe vinyongo katika nafsi yako mm. Usibebe hasira katika moyo wako huh? Mtu hata amekukera kiasi gani acha namba yake. Anafaa anafaa ajue kwamba wewe una akili kuliko yeye. Anafaa ajue kwamba wewe maisha yako yanaendelea na anafaa ajue Mungu akikubariki, kwa sababu kama kweli umedhulumiwa, Mwenyezi Mungu atakurudishia haki yako bila wewe mwenyewe kujua. Eh, basi kisasi kinakuumiza wewe ule ukibeba zaidi kuliko ule mwekea kisasi. Kama watu hawajui, hata kumchukia mtu kunakuumiza wewe zaidi kuliko yule ambaye unamchukia. Mathalan, ni mfano kama mimi Lela, sina habari, hunipendi, sina habari, mradi mimi na wewe hatulali chumba kimoja, kwamba nikirudi, sikwambi sogea nlale sina habari na kwa ha. ukinchukia nkazi ha. na huyo mwenyewe umchukiai, si ajabu kashaoa au kashaolewa ashazaa, hana habari. kama kuna ha. sisimizi kama wewe, kwa wajiumiza nafsi yako, unaingiza nafsi yako kwenye inaitwa kadhia bure, kujiumiza tu nafsi. sio mpendi, simpendi, simpendi, namchukia, namchukia, isoke okay, saka umchukia, lakini kisasi kitakuumiza wewe zaidi kwa sababu mara nyingi hajui, mara nyingi hawana habari mm. Mfano mkubwa wanaume mm. Waweza kumchukia na wala hana habari kama umchukia, wala sijali pia, na wala akakuuliza eh, wanichukia eh, na kuchukia ah, basi ni sawa, hakuna neno. Hivi utafanya nini ukifika hatua hiyo? Na mm. yaani unadhani kwamba atakupa faraja, lakini ndio akwambia njelea, hamna neno mm. Wanichukie tu <laughs> mimi nizui, kuna watu huwaandikia umezao message, i hate you Alafu mtu anasema sikia, hiyo neno livyo kubwa, unanitesa sana. Ikivuka saa kumi na mbili apika mchuzi atia nazi shata shata, napiga hii story, kisha nitakuuliza na wewe uniambie. mm -hmm. pika mchuzi anaopiga nazi shata shata, anapika ki-chapati kitabu mm, anasaga na juisi Hmm. ya Rosela akimaliza, <laughs> anapiga pasi msuli anaofukiza zaudi hmm. wamheti vipi? Hapa amna nikomalini Lin utasema nenu akutilie maana, ngumu sana waweza. Kukaa na mtu naemheti, waweza mpikia waweza kufukiza udi msuli? Hapana, hiyo nguvu unaitoa wapi? Waweza kumpigia chapati ya kitabu unem hate. Mimi huambia musitumie mm, hisia, tumieni akili na mufikirie sana maneno mnaosema mm, kwa sababu hakuna kitu kibaya katika hii dunia kama mtu kukupuuza. Na ukipuuzwa na mume au mwanaume akikupuuza, basi kati ya mume na mke yupi ambaye mwenye uwezo wa kupuuza sana? Wanaume mara 60 hupuuza haraka zaidi, waweza mm. kuwa waongea na hivi, upo naye akutizama macho, lakini juu yako anakuona kichwa kikubwa, una pembe, mijicho yako imevimba, anafikiria vitu tofauti. Mukubali mukatae, mi nawaambieni na hata kama una una meno pale penye mwanya, anaona pengo, anaona pengo kwanza ukiwa ndo kwa wasema sana, mm. aweza kuongea naye hakuna, sura yako ya mbuzi. Pia kama ukiwa unasema sema, eh sura ya mbuzi, mimi namwambia ni kama dada yenu, usiombe upuuzwe, okay. Eh? kwa hiyo anatengeneza picha ya ya kitu kibaya kwa ajili ya kukichukia eh? kwa ajili ya afya yake, ama anatengeneza tu kwa ajili ya kukupuuza. Ni watu wanaojipenda sana na kuyo, wanajilinda sana, au wanaume sasa sana Uje ku wewe, mimi kwa nini tunasema sana na kati wewe, uko hapa mm. Wewe ukipata mke ambaye asema sana, cha kwanza utakachokifanya, utakacho si kujilinda nafsi yako. Mimi sitaki maudhi ya mke wangu yanikere mm. kwa sababu mimi ni mtafutaji, mimi nafanya kazi katika sehemu ya mashine, nitajikata mkono wangu mimi. Mimi niko kwenye production kule, uhangaika na mashine kutwa kucha, nikisema niende na maneno ya Lela ofisini, nitakufa. La kwanza wanafanyaga hicho, la pili wanatafuta sehemu ya kupoa uongo? Kweli kweli, ujapuuzwa unafanywa nini? mm -hmm. Lakini sisi sisi, sasa nakupa siri, sisi tukipuuzwa, sisi tukichukia, tuki hatusemi tunakaa kimya, tunakuwa tunasema labda na mama zetu au rafiki zetu, tuna tunaanza kukuwekea, tunakuita majina mabaya, kaingia sasa mm hapa -hmm. jasusi eh sisi hatuna njia ya kujikinga sisi, wakati tuna sisi, hatujilindi kwa sababu sisi Mwenyezi Mungu ametumba tumeka ile kiulezi ulezi kimama mama. Huwezi kumkuta mwanamke selfish hata siku moja, ndio maana anaweza akapika ya tasili, furaha yake awaone nye nimekula. Lakini mwanaume huangalia yeye nafsi yake kwanza. Mwanaume huangalia nafsi yake kwanza kwenye kitu chochote, hata kufanya kazi zake, kufanya maamuzi yake, mambo yake huangalia mm. Hapa mimi hapa nitakuwa na faida gani kwenye hili jambo? Uongo mm. hatuli kufanya jambo huna malengo nalo, hapana, wote huangalia faida mm. atakayoipata yeye kwanza. Lakini tunakubaliana kwamba kwamba kila mmoja ameumbea binafsi, kila mtu ni binafsi mm -hmm. <laughs> kwa nini wa, uh, uh, uh, lakini wanaume, wanaume Mm. Ubinafsi wao uko bolded, umekuelezwa wino mm. ni mkali. Waonekana hivi wazi ukiwaangalia vizuri. Usi usiwaangalie kwa jicho la hisia, angalia kwa jicho la akili <laughs> jicho lile jeupe la akili. Yani ukiwa mm. utumia akili, hata saa ya kuumia kimapenzi siku yote hawezi kukuonyesha kwamba wewe umemkera kiasi gani. Utakapokutana naye sasa ndo utamjua kwamba huyu na hata siku moja hawezi kutoka mwanaume akaposti status wanawake wote mbuzi. hmm. sisi ndio waandika kwa eh, huwa mna wajumuisha mpaka baba zenu, tunaandika wanaume wote mbuzi, wanaume hmm. hawafai, hawa nitakataka. hmm. Lakini huu, mimi sijaw kukutana na status ya mwanaume anasema wanawake wote takataka, na huyu ana tatizo la afya akili. kama ukijawahi kuikuta, sijawahi nakwambia, mwaka hmm. wa thelathini na katika hii dunia na karibia mia mwaka wa arobaini hmm. <laughs> sijakuta mwanaume <manaube. laughs> sijakuta mwanaume anayesema wanawake wote takataka yani, alafu kuna wanawake ambao wanachukizwa usiku asubuhi anaandika status ya kutukana saa sita anaifuta unaona anaposti mwanaume mume wewe anasema mume wangu maisha yangu <laughs> yani, au wajiulize watu wao wanaweza kuweka kisasi kitakuumiza wewe kuliko mama mamwekea. Lakini pia visasi vingi, wanaume wengine wanaweza tu kuwa yani basi tu, hataki tu move on, kwa anakuwekea kiugumu kati yako na mwanao ili usiondoke ukaolewa tena. Kuna wanaume ambao hata hawezi hata kuhudumia watoto, lakini hawezi kukuachia watoto we wale Anasema kama tumeachana anachukua wanangu. Sasa unajiuliza, hata watoto wenyewe huna habari nao. Watoto wenyewe hata huwapendi. Unawachukua wa nini? Basi tu anataka kukomoa. Kwa watu wa kukomoa, watu wa visasi, vinyongo, wapo tele. Lakini mimi nataka kumwambia dada yangu yoyote anasikiliza sasa hivi. Kama uko na mwanaume wa aina hiyo anachukua mtoto ili akukomoe, mm -hmm. Unataka umwache amchukue amchukue kabisa, alafu malengo yake ni haya na inawezekana mtoto mwenyewe ndio faraja yake. Ujikaze kisawasawa, amchukue hapo. Kwenye kujikaza sasa, uchukue ile uchukue ile kanga kama mm, unataka kucheza ngoma mm, ujifunge kibwebwe hivi pap. <laughs> Umwache mchukue, kwa sababu malengo yake ni haya mawili: akukomoe, ha, na akuzuie wewe usiendelee na maisha yako. Kwa hiyo akimchukua endelea na maisha yako hmm? E, kama waweza tengeneza kadi zako za elfu, kadi tatu tu upeleke kwao moja, waolewa ngoja. Sasa unaolewa kimafumbo ama unaolewa kweli? Uonyeshe kwamba wewe waendelea na maisha yako ha, hata kama huna hata kama huna, unatishia nani? Hutishii e. maanake nini? Uonyesha kwamba hata kama ukichukua mtoto, wewe uwezi kufa hmm? kama una, una ando, yani sipa, si kama hizo hizo kadi unazotengeneza kwamba ni za uongo hmm. Ah, ah. hizo za kweli. Yaani si unataka kuolewa. mwanaume hmm. anakutishia kama unaolewa uwezi kuondoka na mwanangu. katengeneze kadi zako usambaze hmm. utanishukuru baadaye. yaani uwache kuolewa kwa sababu mtu anakutishia atachukua mtoto hmm. na yeye hakuhitaji Ye kashaoa. Alafu wanze kuzini mm -hmm. Utajilaumu mara ngapi? Alafu upate mtoto ambaye ametokana na zinaa na huyu naye mtoto naye amkatai, utajilaumu kiasi gani? Kwanza hawezi kumuua huyo mtoto hata mm. Akimchukua kutoka kwako, pili anamchukua kwa sababu una hasira, ana hasira, umetangaza ndoa, hataki upate furaha wala hataki umove on kwa chukua hela yako katengeneze kadi peleka kwao, miezi tisa tumboni na uchungu wa kumtoa mtoto, ndo maana nkasema chukua kanga, ufunge kibwebwe, maana sio rahisi mm. ufunge kibwebwe hadi nyama zako za ndani pia usizisikie, yani ukazi kisawasawa, ili uepuke zambi ya zina na umove on, usije ukarudi huku tena kuchokonoa pengo, maana mm. Usipoangalia unaweza ukawa mchepuko wa kudumu Mm? Usipoangalia, mchepuko wa kudumu, underline mm. eh? Kwamba unarudi kwake kumwomba akupe mwanao, anakwambia kama ni hivyo, sharti ni hili, utafanya nini? Lakini mm. ukiwa umeolewa si umestirika na yeye? Atamshinda kama amemchukua mtoto kweli kwa kukukomoa na hasira mm, ikiisha atakurudishia mwanao, anamrudisha tena. Kwani wewe hujawai kufanya kitu kwa ajili ya hasira? Hasira ikiisha, unakiacha hata mume aliooa kwa ajili ya hasira Siraki kisha unaona ile ndoa inaleta mgogoro. Ay, hata mwanamke akiolewa kwa sababu ya hasira, oh, kaniacha atakanionyesha, kwamba yeye kaniacha akakosa kitu mimi naolewa. Hakai. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya